Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu tena zaidi kwenye himizo letu hii leo, ikiwa ni mwanzo wa wiki Twamshukuru Bwana kwa ulinzi wake, kwa ukuu wake, maana amekuwa Mungu mwaminifu, mweza wa yote. Wherever you are, ni mwezi mpya, twashukuru Bwana maana ametulinda, ametuhifadhi. Karibu twaende kwa pamoja kwenye himizo letu hii leo, nikiwa na matumaini kwamba Bwana amekulinda na nakutapikia mwezi mpya wa Mei, mwezi wenye baraka katika vyote na katika yote. Bwana Mungu aweze kushindania na tamka ushindi kwako kwa kila jambo litendalo, iwe ni kwa biashara, iwe ni kwa kazi yako, iwe ni kwa safari zako, ombi langu kwamba Mungu akushindanie, Mungu akupiganie upate kibali cha Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Karibu tupate kuenda pale kwa pamoja. Na nashukuru Mungu kwa wakati huu. Na of course kuna jambo nikawa na tafakari. To last time eh, tumeongea tulikuwa katika msururo tukiongea kuhusiana na kina Mary Magdalene na kadhalika. Kwa hivyo kama ulikuwa pamoja nasi, tulijifunza mengi wakati uliopita. Na uh, kuna wakati ambapo tulijifunza kwamba sio wote, eh, watakuamini. Tulijifunza kwamba walifika mahali baada ya Yesu kuwa pamoja nao, wakaenda wakafika uh, wameenda paka pale ambapo alisema akifufuka wakutanie na baada, baada ya kufufuka akakutania kule bado. Kuna wale Biblia inasema kwamba baadhi yao hawakumwamini, yaani out of the few wale Yesu alikuwa nao, baadhi sio mmoja, si wawili, a good number of them hawakumwamini Yesu na bado walikuwa pamoja naye wameona yale amefanya, wameona miujiza amefanya, lakini baadhi yao hawakumwamini Yesu. Kwa hivyo mimi nawe nani? E, utapata kwamba si kila mtu atakuamini. Na hivyo basi, usifike mahali ukakata tamaa, usifike mahali ukafanya uamuzi wa kinyume, usifike mahali ukafanya uamuzi wa kustop kile ambacho unafanya kwa sababu ya, ya, ya watu ambao wakuamini. Usikatae uongozi kwa sababu ya watu ambao wakuamini. Usikatae kukuwa kiongozi, mhubiri kwa sababu ya watu ambao hawajakuamini, maana sio kila mtu hata pale kanisani wa mchungaji kuna watu wa kuamini. Kwa, kwa hivyo mengi zaidi kama ulimiss eh, tafuta ujumbe wetu wa Friday last week eh, utapata pale kwa kirefu zaidi. Ijumaa iliyopita tuliangazia ujumbe huo kwa kirefu zaidi, pasipo kuharibu muda zaidi kama sitaki kurudi recap ya yote lakini mengi tumekuwa na msururo huo la, the whole of last week eh, tukiongea kuhusu kifungo hicho, na natumai basi, kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tulikuwa tunaongea kuhusu Matthew chapter 28. Na kwa leo basi, niruhusu tuvuke moja kwa moja. Nataka tuende kwa swala lingine tofauti kidogo. Na kabla pale, iwapo basi ulikosa ujumbe huo. Kama uli miss uh, ujumbe wetu last week, hiyo msururo, the series ya last week. Unaweza uh, hakisha kwamba tafuta Victor Mandala Himizo. Ukishapata Victor Mandala Himizo uh, Of course, Victor Mandala himizo utaipata, then tafuta ile ambayo tuli upload, ama tuliweka kwenye mtandao last Friday. Ukipata moja kwa moja, hakisha kwamba of course utaipata pale, ubarikiwe pale na zaidi, hakisha kwamba umesubscribe, na nikumbushe hata yule ambaye anatizama sasa hivi, kwako wewe ambaye unatizama pale, chini ya video hii kuna neno subscribe. Kwa hivyo click yo neno subscribe. Ukiambia sign in, sign in na gmail account yako then click notification bell. Kuna alama kengele hapa chini notified every other time, tunapoupload chochote pale. Na kando na hayo, copy the link hapa juu, and share, na weke comment yako hapa chini na itakuwa vema zaidi akungependa kusemezana nami, my personal mobile number ni 0722243949 nambari yangu ya simu aweza nipata nayo na ni 0722 24394 tisa. Hapo pia ndipo unaweza ukatuma sadaka yako eh, kama vile mi hukujuza, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hiyo basi, ama yule ambaye angesema tu ningependa kusapot huduma hii, ningependa kusapot pate kuendelea zaidi, ni vema kwa sapot yako kwa sadaka yako unatuma kwa nambari hiyo hiyo ambayo ni 0722 24 39 49 0722 24 39 49 sifuri kwa hivyo, eh, sehemu pale chini na kiweka pale, kama na pia, swali hitaji la maombi, ningependa tuombe kwa pamoja, eh, unaweza katupa pale kwenye SMS, WhatsApp ama upige simu, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo, niruhusu pate kuenda moja kwa moja kwenye andiko letu la leo. Ningependa tuende pale kwenye msari wetu wa leo, na hii leo basi fungua pamoja nami, karibu kitabu cha Wafalme wa Kwanza. First Kings, tulikuwa kwa Matthew last time, niruhusu turudi Old Testament kidogo, First Kings chapter 3. Verse kwanzia mstari wa kumi na sita naweza enda all the way mpaka mstari wa ishirini na sita kino chanione vile muda utakavyo turuhusu. Tunaposoma First Kings chapter 3 from verse 16 to verse 26, bila nasema vipi? Ndipo wanawake wawili makahaba walimwendea mfalme wakasimama waka mbele yake e. na mwanamke mmoja akasema e, bwana wangu mimi ni mwanamke huyu, tuna, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nalizaa nalipokuwa pamoja naye nyumbani. Mstari 18, kisha siku ya tatu baada ya mi kuzaa ama kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa, t, tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani, Isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Mstari wa ishirini, akaondoka kati ya usiku, akamwondoa mtoto wangu bavuni pangu, mimi mjakazi wako, nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi ni nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa hata asubuhi nilipomtazama sana kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa mstari wa ishirini na mbili ndipo yule mwanamke wa pili akasema sivyo hivyo bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa na uh, mwenzake akasema sivyo hivyo bali mtoto wako ndiye aliyekufa na mtoto wangu ndiye aliye hai ndivyo walivyosema mbele ya mfalme ndipo mfalme akasema huyu anasema mtoto wangu yu hai na mtoto wako amekufa, na huyu anasema sivyo hivyo, bali mtoto, e, mtoto aliyekufa ni wako na mtoto aliye hai ni wangu. Kwa hivyo wakawa wanavurugana tu pale. naam, mstari wa ishirini na nne, e, mfalme akasema, leteni upanga. Wakaleta upanga mbele ya mfalme. Mfalme akasema mkate mtoto aliye hai vipande viwili, kampe huyu nusu na huyu nusu na moyoni mwake alimwonea mtoto wake huruma akasema, e, bwana wangu, mpe huyu mtoto aliye hai, wala usimue kamwe. Lakini yule mwingine akasema, asiwe wangu wala wako, na katwe. Nam, naposoma pale e, naangalia mfalme ilibidi atumia hekima sana. Na niruso tuombe kwanza. Mwenyezi Mungu tuseme asante kwa ima wako. Twalinua na kulimidi jina lako. Naomba kwamba Bwana ukashike usukani. Nena nasi Bwana, nisaidie, niwezeshe, kulini mega kumega mkate huu sawia na makusudi yako. Baba, naomba kwamba ushike usukani na punguzi zidi kuongezeka kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na tunapoangalia katika kifungu hiki, tupata kutambua kwamba kuna wanawake wawili. Unajua nikawa naangalia. Nikawa naangalia tu. Katika swala hili labda kabla tupate kuenda mbele zaidi. Yani, itakuwaje tu mama anafika mahali yani mama mpaka unalalia mtoto wako anakufa na umelala? Ni usingizi wa aina gani huu? Ni usingizi wa aina gani huu, kama si kama si ushetani mwingine. Lakini ninapoangalia yule ambaye alilalia mtoto, ndio mtoto alikuwa amezaa, alikuwa amezaa siku hiyo, na yule mwingine alikuwa amekaa na mtoto wake siku tatu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba yule mwingine angalau mpaka alikuwa amejua mtoto wake vile anakaa na kadhalika. Kwa hivyo anapofika mahali anadanganywa kwamba wako ndio amekufa, akiangalia, anasema mm -mm, najua mtoto wangu si huyu huyu ni mwenye alizaliwa, huyu bado ni kabisa, huyu ni mwingine. Nujue mama na mtoto, hata kama walizaliwa siku moja, mama kuna namba one, kuna instinct yake, kuna vile connection ya mama na mtoto, na zaidi kuna venye anajua mtoto wake. Kwa hivyo kuna mambo mengi tu, kuna uungu fulani, kuna venye Mungu anatujua. Unajua walio wake Mungu anawajua tu, walio wake anawajua, ni vile Mungu anavyotujua, vile mama na mtoto. Kwa hivyo najaribu compare tu pale kuonyesha kwamba kuna venye mama anakuwa na connection fulani na mtoto wake. Unajua, amekaa na huyo mtoto miezi tisa tumboni, kuna connection fulani. Na kwa hivyo najiuliza, ni usingizi wa aina gani huu ambao basi huyu mama alilala mpaka kalalia mtoto wake, alafu mfika mali imekuwa ni kesi. Oh, unajua huyu, oh, unajua, imekuwa ni kesi kwa sababu amelalia mtoto wake, akaga dunia. Na naangalia naona ni swala la kushangaza, na hata wengi wetu tunaweza fika mali tuseme kabisa, hata wewe ukifikiria cha ukweli ni usingizi wa aina gani huu? Mtu analala mpaka andalia mtoto wake, ni usingizi wa aina gani nam? Tunaweza tukamkashifu, tunaweza ukamnyoshea vidole, tunaweza ukasema kwamba huyu mama mjinga, mama mpumbavu, mama ambaye ni kahaba, oh, maneno yote tunaweza kumpa, lakini tafakari, hivi huenda walilala vile ambavyo amelala. Wajua kwamba wengi wetu pia ambao ni wazazi twalala pia usingizi kama hao, ila tu twalala kitofauti nam. Kivipi Victor, unauliza pale nam wakati hawa walala walala, mtoto mmoja mmoja akaaga, kalalia mtoto akaaga dunia. Kuna wengine ambao sasa hivi tumelala, watoto wetu wanapotea. Tumelala, mtoto amefika mahali amejiingiza kwa dawa za kulevya. Unasema ah, ni ka stage tu katapita ka stage. Mtu amejiingiza kwa usharati, ndio huyu hmm, amepatia yule mimba amefanya nini, lakini unasema ni ka stage, ni teenage stage itapita tu. Mzazi badala upige magoti uende huyo mtoto, kuna mtoto ambaye anahitaji ushike nyaunyo, nyorosha, eh, chapa eh, shika kiboko, chapa, na kuna wengine ambao inabidi inabidi upige magoti uwaombee. Nakumbuka tulipokuwa nakua, unajua kwa familia yetu we are good number, so ilifika wakati fadhi hakuwa natupatia nafasi. Of course unaweza sema ni nyakati zetu, ni kitambo ndio, lakini ilifika wakati nafikiria mimi kuwa jinsi nilivyo, wakati mwingine nafikiria my dad contributed a lot kwa sababu tulikuwa vijana wengi in familia yetu. I'm the tenth born so najua tuko ngapi pale na wanaume walikuwa saba, so I'm the seventh born kwa wanaume. Kwa hivyo ilifika wakati ambapo baba alikuwa anafika mahali, ukifanya hata kama uko high school, hata wherever anakwambia, so long as bado unaishi kwa nyumba yangu you are still under my roof, you'll follow my orders, you'll follow my rules. Kwa hivyo inakuwa, kwa hivyo akisema kitu ukifanya makosa kuna wakati anaku, anakutuma shambani, anakupimia shamba, lima kutoka pale mpaka hapa, alafu anaenda baraundi, na akikuja, hata afike saa ngapi, atakuja aenda inspekta, aone ulifanya kila alisema, ulilima vizuri, la sivyo unaweza ukarudi shambani, hata kama ni usiku utalima, si songa ziko kwake. Unakula cha, chakula kazi, upande wa chakula kazi, lakini kazi utafanya. Huyo mzee, kuna wakati mmoja ameninyorosha ile tu, kwa sababu amenikataza kitu na nimekitenda alinichapa, mpaka, na bakora, mpaka na bakora mpaka bakora kapasuka. Maana yeye alikuwa hapendi, number one hapendi uongo, number two hapendi kuambia last, akuonye usirudie tena, alafu rudie. Alinyoroshwa. Unajua makosa nilifanya, akanichapa mpaka bakori kapasuka. Sisi wenyewe hatuna TV. So, nilikuwa nimeenda kuwatch kipindi fulani kwa jirani na alikataza. Nilinyoroshwa. Ilikuwa nimeenda kuwatch, ilikuwa ni Omo Pika Box, kwa wale ambao walikuwa miaka zile. Nimeenda kuwatch Omo Pika Box. Ah, nilishughulikiwa mpaka nikajua sijui. Siku hiyo tulikuwa, ndugu yangu akahepa. So, hasira yote yangu na ya ndugu yangu ikaishia kwangu, maana mimi ndio nilishikwa. Kwa hivyo basi napoangalia pale naangalia kwamba tulikuwa watu ambao kidogo, huyo mzee asingekuwa mkali hivyo, kuna pahali. Kuna ndugu yangu mmoja, alikuwa kichwa ngumu kidogo, alikuwa eh, kinizidi kidogo, eh, kichwa ngumu ye, yeah. Anaongeleshwa na fathe na saizi ana wisol. Unajua ilikuwa ni kama madharau, ana wisol hii kuchapwa. Alichapwa alafu alikuwa amenyoa kanywele, anajifila amenyoa kabox, kuna style fulani ilikuwa imetokea nyakati zile. Hiyo nywele ilinyolewa na makasi mzee alinyoa na makasi, akasema hii kama inakuletea kiburi. Alinyoa by force na akamnyorosha kaa na. Imagine kama hangefika mahali atunyoroshe, atuweke laini na kiboko. Je, sasa hivi tungekuwa naongea? Tungekuwa nazungumza sasa? Hii sidhani. Sasa sisemi kwamba ni kiboko tu, lakini wengi wetu tumelala watoto. Mtoto anafika mahali anafanya mistake pale kanisani, unasema ah, ni mtoto tu. Anafika mahali anafanya mistake shuleni, unasema mwalimu asiguze mtoto wangu. Eh, mtoto anakuja anafanya kierera, anafanya kisirani nyumbani, ndio yeye ameanza kuiba, unaachana na yeye. Yani ni time bomb, ndio hiyo tu, unaingojea tu, sijui na ngojea lini, lakini wakati takapolipuka Wazazi tumefika mahali tumelala. Kuna wale ambao tunahitaji kunyorosha kiboko, kuna wale ambao tunahitaji kuwashauri, kuongea nao, tuambie njia mm, si hii, tufate hii, lakini hatuongei nao. Kuna wale ambao tunahitaji kuombea, unaacha mtoto anapotea tu, anapotea, tumelala. Tunasema kuna siku moja, kuna mmoja alikuwa mtoto akienda kuiba, akienda kufanya kitu wanakuja na kuambia, mtoto wako amefanya hivi. Anatetea mtoto wake, anasema, mtoto wangu hawezi fanya hivi, mtoto wangu ana, ana, tunaenda naye kanisani, hawezi fanya hivyo ana, bila kuuliza, bila kutaka kujua kweli, na anamtetea tu, anafunikia, na baadaye hata haulizi mtoto wake ajue kweli hivyo tu. Nana, anaona mtoto wake hawezi fanya, mtoto wake ni saint. Wacha nikuambie, hawa watoto wana grow na wengine sometimes they learn things from, from their friends, so usifike tu mahali ukamtetea bila kujua. So anamtetea tu, anamtetea tu, wakati mtoto alifika mahali akagrow, akakuwa mwizi kabisa mwizi sugu. Do you know what? Alifika mahali mpaka akaibia huyu mama, alikuwa anaiba vitu kwa nyumba, nauza mpaka akafika mahali akaiba simu yake. Kuna siku moja aliiba TV na redio akauza kwa nyumba, mama akabaki kulia. Huyu mama alikuwa single mother, mama alibaki kulia, lakini kwa nini alilala? Alikuwa amelala akalalia mtoto mtoto akapotoka, akaharibika, akawa ndio. Mwishowe alishia wapi? Alipigwa risasi na polisi akauawa, akipatikana kwa wizi. Ni kuambie kwamba wengi wetu melala. Mungu akusaidie kwamba usilale, usilale usingizi wa kiroho, usilale usingizi wa kiasili. Tufanye kile ambacho tunafaa tufanye, na haswa katika swala hili la watoto wetu tuhusike, tujukumike, tufanye kila ambacho Mungu amekusudia tufanye, usilale tu Tunaweza tukanyoshea wale makahaba wale wanawake wawili vidole, tukasema kwamba utalalaje mpaka unamlalia mtoto wako? Wengi wetu pia tuko hapo, tumelala mpaka hatushauri watoto wetu, tumelala mpaka hatusawasaidii, tunawacha wanaharibika tu, under our watch, tunatizama wakiharibika. Mungu atusaidi. Mungu akusaidie kwamba ujue vile utamlea mtoto wako kwa njia za kiungu ni usu nifike pale tuendele zaidi hapo, kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madomandala. Twaongea kuhusiana na jinsi vile, mbona nunapata wengi ambao wanapotoka hivyo, ni watoto walokole? Ni kwa sababu ni Mkristo, umekaa pale You are ever busy, unatafutia mtoto, you are not there, you are not available. Na hata kitu ambacho kinachohitaji we kama mlokole uombe. We ni yule mkristo ambaye unaenda kanisani na you are not so much committed kwa vitu ya Mungu, lakini uko tu hapo, uko tu hapo. So watu wanapotea na ukopa hapo na hujui. Na unajua kwa nini? Kwa nini watu wa Kristo? Kwa, kwa sababu hao ndio wanafika mahali wana attack shetani, wanaomba, wanakemea. Kwa hivyo unapo attack shetani, anasikia vibaya, ana counter attack. Na saa hizo umeregarega Unajua, wale wengine hata shetani hana kazi ya kuvamia, anaona hawa ni wakwangu already. Lakini wewe ambaye umejitokeza pale, unavamia shetani wakati mwingine kwa maombi, mnaenda kanisani mnaomba. Kwa hivyo shetani anachapa counter attack, and you know what happens. Wakati shetani anajaribu kuvamia wewe, akishindwa kupata wewe, ataingia through your child. Ataanza na wewe either aende kwa mke wako ama la sivyo aende kwa mtoto wako. Kwa hivyo anatafuta anybody close to you, so please tusilale iwe ni maswala ya huduma iwe ni maswala ya watoto wetu iwe ni maswala ya biashara iwe ni maswala ya Ukristo iwe ni yote, tusilale. Wacha tuwe watu ambao tunachukua hatua tunapoona jambo latokea. Tokea tu tuchukue hatua. Mungu akuhekimishe na akuwezeshe zaidi. Kwa hivyo mi hapa ni VMM. Iwapo ungependa tuombe kwa pamoja au tusemezane, unahitaji ushauri ama una swali, nambari ambayo unaweza ukatumia tusemezane pale kwa pamoja ni 0722 24 39 49, nambari ya simu 0722 mbili, nne, tatu, tisa, nne, tisa. Unaweza nipata kwa nambari hiyo tuweze kusemezana zaidi na zaidi. 0722, 24, 39, 49. Kama vile kujuza, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo kwako wewe ambao uko pale tumeweza kupatana mpaka umbali huu, hakikisha kwamba umetoa sadaka yako kile Bwana ameweka moyoni mwako. Una shilingi zako mia tano, mia moja, elfu moja, elfu kumi, elfu ishirini wasema kwamba ningependa kutoa kama sadaka. Ni vema utoe pale 0722, 24, 39 49. Au vilevile vile pia ungependa kusupport ministry hii ni sawa, sema kwamba huduma hizi zili kuendelea mbele. Una shilingi zako elfu ishirini, elfu kumi, elfu tano, mia tano, basi ni vema unaweza ukatoa pale tu support, ili tuzidi kusonga mbele zaidi na zaidi. Nambari ya simu kutumia 072 24 39 49, ndio hiyo nambari unaweza kutumia pale.

hapa chini VMM kwenye himizo, asubuhi ya leo nasema katika yote, mbona watoto walokole wapotee, mbona wafike mahali wapotoke kimatendo, mbona wajipate kwa vitendo visivyofaa? Mengi zaidi tumeangazia. God bless you, tupatane tena hapo kesho, tuendeleze papo hapo zaidi na zaidi. Shalom, bye bye.